Lagos, Nigeria imechangamka sana. What we are waiting right now ni JP wedding, nikimaanisha kwamba harusi ya Juma Jux pamoja na mke wake Priscila. Yes. Nigeria imechafuka wa Tanzania. Nimeona mastaa mbalimbali wapo uh, huko nchini Nigeria na tayari wameshatua. Na nikwambie tu kwamba kati ya watu ambao wameweza kwenda huko na kufanya kuwa jambo ni lao ni Diamond Platinums. As usual, you know, kwa sasa Diamond Platinums ukimhitaji popote pale nje ya Tanzania basi itamlazimu aweze kutumia private jet. Na katika kuthamini urafiki wake, ushikaji wake yeye na Juma Jux, Diamond Platinums ameondoka nchini Tanzania siku ya leo kwa ajili ya harusi ya Jux pamoja na mke um, wake Priscilla na ameondoka na private jet, na hii hapa ni video ambayo inamuonesha Diamond Platnumz akitoka kwenye Rolls Royce yake akiingia zake kwenye private jet tayari kuelekea nchini Nigeria. Of course, nimekutana comment nyingi sana za watu wakisema kwamba kwa nini Diamond Platnumz ameenda peke yake eh, hajaenda na Zuchu. Let me tell you tham, uh, something kwa sababu Zuchu anaelekea kuwa na show hivi karibuni. Of course, ana show uh, tarehe 20 pale Mbea so inawezekana pia uh, Zuchu yupo kwa ajili ya maandalizi ya show yake ambayo inaenda kufanyika tarehe 20 pale Mbea kwa ajili ya sikukuu za Pasaka, hivyo usishangae sana kumuona Diamond Platnumz peke yake huko. Nafahamu kwamba hili swala limekaa kifamilia zaidi, kwa sababu Diamond Platnumz na Zuchu sasa hivi eh, wao ni couple ambao iko strong sana na uh, Juma Jux ni family friends, so watu wameshangaa sana kuona kwamba Diamond Platnumz ameenda peke yake bila Zuchu, so pengine hiyo ikawa ni sababu, au pengine kuna sababu nyingine ambayo iko ndani ambayo imetokea, uh, Zuchu kutokwenda kwenye harusi ya da, uh, ya Jux pamoja na Priscila, na inawezekana pia akawa ameenda ila tu uh, kwenye video hajashuti, so chochote kile kikiweza kutokea au pengine akaenda hata hiyo kesho, ambapo ni inafanyika hiyo harusi yenyewe, Rick Media tukupa update zote kutokea nchini Nigeria. Of course kwa kile kitu ambacho kitakuwa kinaendelea huko uh, utakipata hapa, hapa kupitia YouTube channel ya Rick Media.